Yes bana, mambo vipi? Bana, siku zote huwa kunakuwa e, kuna tetesi lakini pia kunakuwa kuna vile maneno fulani vya chini chini e, and then mara baada ya hivyo vitu vyote kuweza kutokea, ukweli e, siku zote huwa unakuwa e, ndio unaweza kuleta kila kitu kikaweza kufahamika na siku zote ukweli kwamba unamweka mtu wazi kabisa e. Kumbuka kwamba kulikuwa kuna e, takriban kama hizi wiki mbili hapa mwishoni e, mara baada ya kufikia siku ya jana kulikuwa kuna tetesi nyingi sana kuhusiana na e, mchezaji kutokea katika ya Yanga, nikimaanisha Stephane Aziz Ki, eh, kuweza kutimkia na, eh, kuna, kuna, kuna habari ambazo pia zilikuwa eh, zinatokea kabla ya klabu yenyewe kama Yanga walikuwa bado hawajasema lolote kuhusiana na bana, eh, ishu yake ya kuweza kuondoka. Lakini, eh, wiki iliyopita, eh, pia tuliona nani alikamwe ambaye huyu ni msemaji kutokea pale katika klabu ya Yanga alikuja mbele ya mashabiki lakini pia mbele ya hadhara na kuweza kufunguka mengi kabisa kuhusiana na, kuhusiana na eh, dili la Stephane Aziz Ki na aliweza kusema kwamba kuna timu nyingi ambazo ziliweza kwenda mezani pale kuweza ku, kutaka saini yake lakini hakuitaja moja kwa moja. Moja kati ya timu ambazo pia zilikuwa zinamhitaji lakini watu wengi walikuwa wameshaanza kusanuka. Unajua, siku zote bwana, hakuna siri ya watu wawili bwana. Hata ukiombia tu ndugu yako, hata wewe ni wa mtu wako karibu kiasi gani, siri ni lazima ivuje. Hata kama, kama alikuwa hajafunguka moja kwa moja kwamba ni Wydad Casablanca ndio ambao wanakwenda kumchukua, watu wengi walikuwa wamekwisha kujua tayari kwamba Stephane Aziz Ki ataondoka Yanga and then anaweza kutimkia bana huko e, Moroko e, kwa kuweza kwe, kuitumikia klabu ya, ya soka kutokea kule nikimaanisha Wydad Casablanca. Sasa rasmi kabisa peji ya Yanga pia wameweza kutangaza e, kwamba wameshaachana naye kwa kuweza kuposti picha yake na kumpa e, bana mkono wa thank you kwamba thank you Azizki kwa kipindi chote ambacho walikuwa nacho Eh, kwanzia ameanzia kuicheza pale mpaka, uh, mpaka sasa kuweza kuagana na timu hiyo na kuweza kutimkia huko Moroko eh, kucheza na klabu ya Wydad Casablanca. Lakini pia eh, aliweza kuandikia ujumbe klabu yake ambapo nakuweza kushukuru kwa mashabiki lakini pia kwa kila kitu. Nitamnuku kwa kile ambacho alikuwa amekiandika, alikuwa anasema kwamba moyo wangu ni, mz, moyo wangu ni mzito ninaposogeza taarifa hii rasmi ya kuondoka Yanga katika klabu ya moyo wangu Yanga pia. Hii ni zaidi ya kuacha klabu tu Yabana, ni, naaga nyumba, familia na sura iliyounda mtu na mchezaji niliye leo. Yanga walinipa kusudi. Yanga walinipa nyumba ya pili, na Yanga hata kuweza kunipa mke mzuri. ba nilifikia na, nilifika na ndoto, lakini ninaondoka na kumbukumbu za maisha. Kwa pamoja tulipata ukuu e, kutoka kwa kunyanyua mataji hadi kutoa Afrika kuandika upya historia ya klabu na kuweza kumfanya kila shabiki ajivunie kuvaa kijani na njano. Tulisimama kwa urefu wakati wa juu na tulisimama pamoja wakati wa kupungua eh, lakini eh, katika haya yote jambo moja halijabadilika kamwe, ni roho zetu. Ndicho ambacho alikuwa amekiandika hapo eh, Aziz Ki. Lakini akaendelea kusema kwamba daima, mbele nyuma mwiko. Tunajua kabisa hii ni kauli mbiu ya timu ya Yanga. Si kauli tu, haya ni maneno yaliyobeba na yalitufunga yalitufungamanisha na kutukumbusha kuwa sisi ni wapiganaji tumejenga kwa ukuu. Ninaibeba roho hiyo popote niendapo. Mtazamo huu wa ushindi na kuto na, na kutokata tamaa wa kusonga mbele kila wakati sasa ni sehemu yangu milele lakini pia akamshukuru pale Mr GSM kwa kumwambia kwamba, Mr GSM nguzo yetu pendwa. Kwa kaka yangu Anton Mavunde, asante kwa kila jambo e, kwa mhandisi Heris Saidi ambaye ni rais wa klabu ya Yanga, rais wetu na kiongozi asiyechoka kwa kwa kocha wangu, wafanyakazi wote wa Yanga, ndugu zangu uwanjani, wachezaji na zaidi ya yote kwa mashabiki wa ajabu asanteni sana, asanteni sana sana na sana kwa upendo na, eh, na, na, na love ambayo mnakuwa mnaionyesha na mchango wenu. Aliendelea kwa kusema kwamba ulinichangamsha, eh, ulini uliniamini na ulinifanya nijisikie kuwa mmoja mmoja wako. Sitasahau nyimbo, sherehe bahari ya mashabiki eh, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kila uwanja tuliocheza, ninawabeba nyote moyoni mwangu. Huu sio mwisho; mwanzo mpya tu unakuja. Yanga itakuwa sehemu yangu ya milele, sehemu ya hadithi yangu, sehemu ya nafsi yangu, mpaka tukutane tena. Daima mbele eh, nyuma mwiko. Huo ndio ujumbe ambao walikuwa wameuandika Stephane Aziz Ki mara baada ya kuweza kuachana na klabu ya Yanga na kwa sasa hivi kuenda kuendelea kuitumikia bwana ki, ki, kilabu kingine au unaweza kusema klabu nyingine kutokea kule nchini Morocco ambayo ni Wydad Casablanca ambao na wenyewe ni tayari wamekwisha kumtambulisha na kwamba ni mchezaji halali kabisa e, kutokea huko e, Morocco. Yapi maoni yako kuhusiana na hili kwa sababu anakuambia ameondoka na alikuja na ndoto, lakini pia amekuja kuondoka na mafanikio makubwa kabisa, lakini pia Yanga imemsababisha kupata familia mpya eh, nikimaanisha ndugu zake ambao wako huku kwa sasa hivi, ambao ni ndugu wa mke wake, nikimaanisha Hamisa Mobetu na vitu vingine vimekuwa ni vingi vingi sana vinaweza kuendelea. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Umependezewa na Stephane Aziz Ki kuondoka, lakini lazima tuondoke kwa sababu anaendelea kujitafuta na sehemu nyingine. Endelea ku comment, ku like, ku share, utakuwa umetisha kinomanoma chao.